Chadema yatoa taarifa ya dharura kuhusu kuachiliwa kwa Tundu Lissu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa taifa wa chama demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu imeibuka tena kama kitovu cha mjadala mpana wa kisiasa nchini Tanzania baada ya chama hicho kutangaza rasmi kuwa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa tarehe 9 Februari mwaka huu katika mahakama ya ku ama mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Kupitia chapisho hilo sambazo kwenye ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X, Chadema kiliambatanisha wito wa wazi kwa wananchi kujitokeza kwa wingi mahakamani, kikielezea tukio hilo kama darasa la kisheria litaondokeshwa litakaloendeshwa na Lissu mwenyewe. Tamko hilo limekusudia ama limekuwa zaidi ya taarifa ya taarifa ama ya ratiba ya kesi, limegeuka kuwa kauli ya siasa zenye uzito mkubwa, inayochochea mjadala kuhusu uhuru wa mahakama, nafasi ya upinzani katika mfumo wa utawala wa Tanzania na mipaka kati ya sheria na siasa ndani ya siku chache tangu itolewe limeibua hisia kali miongoni mwa wafuasi wa Chadema, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na wachambuzi wa siasa ndani na nje ya nchi. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu inakuja katika mazingira ya kisiasa yaliyojaa mvutano, hususan baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Lissu ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa Chadema bara kwa nyakati tofauti na mgombea urais wa zamani, amekuwa uso unaoonekana zaidi wa wapinzani ama upinzani mkali dhidi ya serikali. Na kwa mujibu wa ripoti za BBC na Al Jazeera, kesi hii imechukuliwa na wadau wengi wa kimataifa kama jaribio la kupima uimara wa taasisi za haki nchini Tanzania. Kwa CHADEMA hii ni si kesi ama, kwa CHADEMA hii si tukio la kisheria tu, bali ni sehemu ya mfululizo wa kile chama kinachoeleza kuwa ni matumizi ya vyombo vya dola kudhoofisha upinzani. Kauli ya kuwaita wananchi mahakamani inaonekana kuwa mkakati wa kuhamazisha ama kuhamisha mjadala kutoka kwenye kuta za mahakama kwenda kwenye uwanja mpana wa umma. Ni jambo ambalo linaongeza presha ya kisiasa kwa taasisi za dola. Ndani achama ya chama, kesi ya Lissu imeimarisha mshikamano wa ndani angalau kwa sasa. Viongozi wa juu wa chama wakiwemo wajumbe wa kamati kuu na baraza kuu wameonekana kuzungumza kwa sauti moja, wakisisitiza kuwa chama kitasimama na mwenyekiti wake kwa gharama yoyote. Hali inatofautiana na vipindi vya nyuma ambapo CHADEMA iliwahi kukumbwa na migawanyiko ya ndani kuhusu mbinu za kisiasa na uongozi. Wachambuzi wa siasa walionukuliwa na The East African wanaeleza kuwa Lissu amefanikiwa kuunganisha makundi mbalimbali mbali ndani ya chama na kutumia hoja ya mapambano ya kikatiba na haki za msingi kimia au kauli dhaifu kutoka baadhi ya vyama vingine vya upinzani pia kinatajwa kama ushahidi wa namna Lisu alivyojitokeza kuwa muhimili mkuu wa upinzani wa sasa. Kwa upande wa serikali, msimamo rasmi umekuwa ukisisitiza kuwa kesi ya Lissu ni suala la kisheria linalopaswa kushughulikiwa na mahakama bila shinikizo la kisiasa. Taarifa zilizowahi kununuliwa ama kunukuliwa na Reuters na AP News zimenukuu maafisa wa polisi ama wa serikali wakisema kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria na kwamba mashtaka ya uhaini ni mazito ya uhitaji kushughulikiwa kwa mjibu wa sheria za nje. Hata hivyo ukimya wa muda mrefu wa baadhi ya viongozi wakuu wa serikali kuhusu kesi hii umeacha nafasi ya tafsiri tofauti. Wapo wanaona ukimya huo kama mkakati wa kuepuka kuzidisha mvutano, huku wengine wakitafsiri kama ishara ya hali tete ya kisiasa inayolazimisha tahadhari kubwa. Ili kuelewa uzito wa kesi hii, ni lazima kurejea historia ya Tundu Lissu katika siasa za Tanzania. Mwanasheria huyu alitokea ama aliyetokea Singida, alijijengea jina kama mbunge mwenye sauti kali dhidi ya mkataba ama mikataba a, a, a, a, tata ya madini na matumizi mabaya madaraka. Na mwaka elfu mbili kumi na saba alinusurika jaribio la kuuawa kwa kupigwa risasi, tukio lililoripotiwa kwa mapana na Guardian na BBC na baadaye kuishi uhamishoni kwa muda mrefu kurejea kwake nchini ama na baadaye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa chama cha, cha, cha maendeleo uliongeza wa uzito wa kisiasa wa chama hicho. Kesi ya uhaini sasa inaonekana na wafuasi wake kama mwendelezo wa mkondo wa mateso ya kisiasa hoja ambayo serikali imekuwa ikilipinga vikali. Kauli mbiu ya Free Lissu iliyoambatanishwa taarifa ya Chadema imegeuka kuwa alama ya mapambano makubwa na mapya ya kisiasa mtandaoni. Mitandao ya kijamii imejaa mijadala, picha na video zinazohoji uh, haki, uhuru wa kujieleza na mstakabali wa demokrasia nchini. Kwa mujibu wa uchambuzi wa vyombo vya habari ulichapishwa na Daily Nation, kampeni za mitandao zimekuwa chombo muhimu wa upinzani katika mazingira yenye udhibiti mkubwa wa mikutano ya hadhara. Hata hivyo, baadhi ya wa wachambuzi wameonyesha kuwa shinikizo la mitandao linaweza kuathiri taswira ya, ya, ya juu na taswira ya uhuru wa mamlaka endapo litaonekana kama jaribio la kuingilia mchakato wa haki. Hoja hii ime si, imekuwa ikisisitizwa na baadhi ya wanasheria wakongwe wakitaka tahadhari katika namna ya kuendesha kampeni za umma. Wataalamu wa sheria na siasa wamegawanyika katika tathmini zao, baadhi wakinukuliwa na Al Jazeera wakisema kesi hii itakuwa kipimo kikubwa cha uhuru wa Tanzania, Hasa pale kushughulikiwa ama kushughulikia mashauri yenye maslahi makubwa ya kisiasa. Wengine wanasisitiza kuwa haki ya kupata usikilizwaji wa haki inapaswa kulindwa bila kujali hadhi na mshtakiwa. Ripoti za kitaalamu ama kitaaluma kutoka taasisi za utafiti wa demokrasia zinaonyesha kuwa kesi za uhaini dhidi ya wanasiasa wa upinzani barani Afrika mara nyingi hubeba athari pana zaidi ya kisheria, zikigusa dhamani ama zikigusa imani ya umma kwa taasisi za dola na utulivu wa kisiasa Kisiasa, kesi ya Lissu ina athari zinazovuka tarehe ya kusikilizwa mahakamani. Kwa CHADEMA hii ni fursa ya kuimarisha uunguaji mkono wa wananchi na kujiweka kama chama kinachopigania haki za msingi wa serikali na ni mtihani wa kuonesha kuwa taasisi zake zinaweza kushughulikia kesi nyeti bila kuonekana kuwa na upendeleo. Kwa umma, matokeo na mwenendo wa kesi hii yanaweza kuathiri imani ya mfumo wa haki na mwelekeo wa demokrasia nchini. Na kama ilivyowahi kuripotiwa na The East African, ina imani ya wananchi katika taasisi za dola ni nguzo muhimu ya utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi. Tanzania ina historia ndefu ya kesi za kisiasa tangu enzi za mfumo wa chama kimoja hadi kipindi cha vyama vingi. Kesi kunyamaza wanaharakati na wanasiasa haswa upinzani katika orodha hii, lakini kwa uzito wa pekee kutokana na wasifu wake na mazingira ya sasa ya kisiasa. Kesi ya uaini dhidi ya Tundu Lissu si tukio la kawaida la mahakama ama la mahakamani; ni kioo kinachoakisi mvutano kati ya dola na upinzani, kati ya sheria na siasa, kati ya matarajio ya wananchi na uhalisia wa utawala. Wanaoweza kunufaika kisiasa ni wale watakaofanikiwa kuaminisha umma, uh, kuwa wanasimamia haki na demokrasia. Wanayoweza kupoteza ni taasisi au makundi yanayohisi kukiukwa msingi huo. Hatua zinazofuata zinategemea mwenendo wa mahakama na majibu ya serikali na uimara ya mshikamano wa upinzani. Kwa vyovyote vile, tarehe tisa Februari mwaka elfu mbili ishirini na tano inaonekana tayari kuwa siku itakayokumbukwa katika historia ya siasa za Tanzania, iwe kama darasa la sheria au kama alama nyingine ya mapambano ya kisiasa ya kizazi hiki. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa, kwa kina. Zidi kuwa nasi a, kwa taarifa kama hizi kwa kusubscribe, kulike na kushirikisha video hizi.